Wakazi zaidi ya mia tatu wa Mkocheni, eneo bunge la Taita Taveta kaunti, eneo la Taveta kaunti ya Taita Taveta wameamkia e, udhia wa kubomolewa nyumba zao kutokana na mgogoro wa ardhi ambao umedumu kwa muda mrefu. Matingatinga alifika kwenye kijiji hicho mwendo wa saa nne saa nane usiku ni uheradhi e, usiku wa kuamkia leo na kuanza kubomoa nyumba hizo, huku maafisa wa usalama wakishika doria. Wakazi hao wanalaumu baadhi ya viongozi wa kisiasa na utawala wa mkoa kwa masaibu yao, kwani hata baada ya kupata agizo la mahakama kuzuia ubomoaji huo, agizo hilo limepuuzwa. Lakini kwa masikitiko makubwa sana, jana usiku saa nane, tumeweza kuvamiwa na maafisa wa serikali, akiwemo chifu na maafisa wengine wa serikali wa security watu wetu wamevunjua nyumba, hatuna pa kwenda wala chochote kile. Sasa tunashangaa ikiwepo kama serikali kote inaweza mahakama inaweza ikatoa oda kwamba tusisumbuliwe, tusiondolewe mpaka kesi isikilizwe, ili tukaweze kufikia mwafaka wa hili swala, iwaje tena tunakuja kuvunjua nyumba zetu na kufurushwa pasipo utaratibu walikuwa na chifu wote wamezunguka hapa kwenye kijiji, walikuwa na majensi yu wakisema nyumba zimebo, zibomolewe. Saa hii nyumba zetu zimebomolewa, tuna uchungu. Wametuua sisi sisi, wametuua jamani, wametuua, ni kama wametuua tu. Sisi ni binadamu, hatuna la kufanya, hatuna uwezo. Serikali haiwezi kutusaidia, mbunge wetu tukimwambia, na yeye ndiye huyo huyo, hawezi kutusaidia. Anasema yeye hawezi, ameamua kweli wafanye shamba za vitunguu jambo lenye, lenye kufisha moyo sana lakini, tunaomba tu wahisani wajito, wahisani watusaidie kwa sababu sasa tumepewa masaa ya kuwepo mahali hapa, mwisho ni saa kumi, na hatuna mbele wala nyuma, hatujui tutaelekea wapi.